Tuelekee Washington DC Marekani, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wametia saini makubaliano ya amani jijini Washington DC Marekani. Mkataba huo ukitarajiwa kusitisha mapigano katika eneo la Kongo Mashariki ambapo mamilioni ya watu wameuawa huku wengine wengi wakilazimika kukimbia makwao. Wakizungumza baada ya hafla hiyo ya kihistoria, rais hao wameahidi kutekeleza mkataba huo wa kudumisha amani. Rais wa Marekani Donald Trump akiwashukuru kwa ujasiri walioonyesha kukubali kuafikiana. Mary Kyallo na taarifa hiyo. Baada ya miongo kadhaa ya vita, mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na Rwanda hatimaye yanaweza kumaliza mapigano makali yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kukimbia makazi yao. Hii ni baada ya mataifa hayo kutia saini mkataba wa amani katika hafla iliyoandaliwa jijini Washington DC Marekani. Mkataba huo unatarajiwa kusitisha mapigano katika eneo la Kongo Mashariki, kuondoa silaha mikononi mwa wapiganaji wa M23 na kurejesha nyumbani wakimbizi wa ndani kwa ndani <klos> Wakizungumza wakati wa hafla hiyo ya kihistoria, marais hao wawili wameahidi kutekeleza mkataba huo wa kudumisha amani. We have seen countless mediations and efforts but none has succeeded in resolving the underlying issues.

Kwa upande wake, Rais William Ruto ameutaja mkataba huo kama hatua kubwa ya kidiplomasia inayolenga kuleta utulivu wa Afrika Mashariki. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African community and SADC, and today this Washington process. Mapema mwaka huu vita viliongezeka sana mashariki mwa DRC. Kundi la wasi la M23 lililodaiwa kufadhiliwa na Rwanda liliteka miji kadhaa. Sasa kinachosubiriwa ni kuona iwapo mkataba huo unaweza kuzima mgogoro uliodumu kwa maka 30. Mary Kyallo, Undugu TV.